Ndugu zangu waandishi wa habari, kama tulivyowaambia siku za nyuma, ni kwamba mchezaji Donald Ngoma uliweza kumsafirisha kwenda Afrika Kusini kwa ajili ya kwenda kuangaliwa afya yake. Lakini Donald Ngoma ni kwamba aliongozana na daktari wetu, Daktari Mwanandi Mwankemwa, ambapo ndio daktari mkuu ambaye anasimamia tiba na afya za wachezaji wa Azam Football Club. Ni daktari wa siku nyingi kwenye timu yetu, tangu wakati huo akiwa mwajiriwa wa serikali, alikuwa akifanya naye kazi uh, na baadaye sasa hivi ni mstaafu wa serikalini, kwa hiyo ana anafahamu vizuri tiba za wachezaji. Ameshakuwa daktari wa timu ya taifa mara nyingi tu, anaingia kutoka rudi timu za taifa za vijana za taifa za wakubwa. Tangu miaka hiyo Dolanga yeye alikuwa kwenye timu za taifa na still bado anasaidiana nao eh, TFF kwenye kuhakikisha kwamba wachezaji wakakwama huko hata kama uko kwenye timu ya taifa wanakuja kwake kumwona kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anawasaidia. Lakini out of that, Daktari Mwankemwa amekuwa ni daktari ambaye ana ushirikiano mkubwa vilabu vingine vyote. Eh, wakikwama wanamtumia yeye kwa wachezaji wao kuweza kuwasaidia kwa ushauri na tiba. Lakini niseme tu kwamba uh, kuweko kwake Azam, mzuri yeye huweza kutoa ushauri kwa vilabu vingine kwa wachezaji ambao wana tatizo, mpaka viongozi wa vilabu wanamtafuta kwa maana hiyo ya kuweza kupata zile Tiba za kimichezo. Kwa hiyo yeye aliongozana na Ngoma kwenda pausin kwa ajili ya kufuatilia zaidi, karibu kama fahamu kwamba mchezaji ni mchezaji na vitu hivi vinataka follow step by step. Kwa utaalamu wake yeye alienda naye na jana leo leoa skuru wamerudi, na Ngoma amekwenda kupumzika, of course alikuwa amechoka, lakini daktari kwa ujasiri wake tayari alishaahidi kwamba atakuja kuongea na waandishi wa habari kuhusiana na swala zima la mtaji huyu Ngoma. Kwa hiyo amekuja kutimiza ahadi yake, lakini kwenye swala la matibabu hili ndio utaalam, namkaribisha aingie, lakini akimaliza, sisi tutaendelea na ratiba zetu nyingine ambazo. Asante sana Jaffer Idd. Assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe, amina. Sasa nimepata uh, introduction nzuri, amenifahamisha hapa mwenzangu, mfanyakazi mwenzangu ya familia Maganga, lakini mimi nilipenda kuzungumzia kabla sija kuzungumzia Ngoma, nizungumzie kabisa idara yetu yote ya ya tiba katika timu yetu ya Azam. E, kwa kipindi hiki tulikuwa yeah. e, e, na majeruhi watano, uh, Yakubu Muhammad kwa professional Damian Moa, kijana mwingine ambaye tulipeka kwa Constantino ni kwa kwa mkopo Ladislaus Stanislaus na pamoja na Waziri Junior. Huyu Ngoma anakuwa wa mwisho wa tano. E, Yakubu Muhamed tulikuwa tunacheza mechi ya kirafiki na kombaini ya polisi mwezi wa pili, alivunjika mguu na mtaona mechi zote za ligi za mwisho tulimkosa, lakini timu ilikuwa na jitihada, tulikwenda naye Afrika Kusini alikwenda akachunguzwa tena ikaonekana kwamba kama asilimia tisini ule mfupa ameshapona ni maumivu ya nyama tu kwa hiyo Yakubu Muhammad alifahamishwa kwamba mwezi wa sita, Juni Mosi, aweze kuanza mazoezi kama kawaida. Kwa hiyo timu imepumzika sasa hivi, lakini Yakubu atarudi kiwanjani. Dani Amoa. Dani Amoa yeye alikuwa na tatizo kubwa sana. Dani Amoa aliumia, lakini baadaye tulimpumzisha mwaka jana kwa sababu tunaona, tulimpumzisha kwa muda wa miezi miwili. Lakini tulipokuja kucheza mechi yetu na Simba na wale ushindani, Dani Amoa alirudi tena kiwanjani. Kwa hiyo baada ya kucheza mechi yetu sisi na Simba ambayo tulitoka Dula kwa chat sare kule Chamazi alipata maumivu makali sana ya goti na goti lilivimba, tulifanyia matibabu hapa na kufanyia vipimo hapa. <coughs> Baadaye uongozi ukaona bora aende kwenye hospitali ya St. Vincent pale hote kutoka Kusini, na ikaonekana kwamba amekata mtuliva wake ya kati ya anterior cruciate ligament na vile vile amechanika meniscus. Kwa hiyo alifanyiwa operation kubwa tarehe nne e, samahani tarehe saba mwezi wa nne na baada ya kufanyia operation nne akawekewa kifaa maalum cha kunyogoti kwa muda wa wiki sita na baadaye anaendelea na ma mazoezi madogo madogo na kuanza kujoga kidogo, lakini jeraha lake yule ndani ya moa litamchukua miezi tisa kurudi uwanjani. Eh, kwa hiyo toka mwezi wa pili eh, alipoumia kwa Simba zindu la kwanza hesabu eh, miezi tisa ndio ataweza kurudi na uwanjani. E, eh, Waziri junior alikuwa na tatizo la kifundo cha mguu toka kwa pre season Uganda mwaka jana mwezi na wa na nane lakini aliendelea kucheza cheza mapinduzi, lakini ali na cheza mashindano ya mapinduzi, tatizo lilizidi, lakini alirudi, na tukampeleka l Afrika Kusini pamoja na na Daniel Moa, na alipatiwa matibabu ya shindano na sasa hivi ameanza kufanya tena mazoezi eh, kama kawaida. Sasa na huyu kijana wetu ambaye tulimpeleka kwa mkopo, sasa hivi tumefanya uchunguzi katika hospitali hapa ya high-tech imeonekana naye amekatika huo mtulika wakati atili kusi ile katika goti lake la kulia. Sasa hivi zinafanyika taratibu. Najua sisi Azamu, watu wengi wanafikiria Azamu tuna uwezo sana kuingia tu e, mikataba na makampuni ya bima. Kwa hiyo ukiona wachezaji wazani wanakwenda kuhudumiwa kama hivyo, anapohudumiwa mchezaji kama anahudumiwa Ngoma, zile risiti wa zinarudi, na zile risiti wa zinafanywa claim katika kampuni hizo za za bima. Tulikuwa na na bima na kampuni ya Aris, African Risk Insurance lakini sasa hivi Azamu tunaingia bima ya AAR, ambao hao watakuwa sio kutibia tu majeraha ya wachezaji. Wachezaji wetu watapewa na kadi na familia zao kwenda kutibiwa katika hospitali mbalimbali, na hiyo itasaidia kwa wachezaji mpira wengi wanapokuwa hawapo kiwanjani na wapenzi wao waoni, basi unakutana ahadi zao zinakuwa shida sana, lakini mkataba wetu wa Aris ni mzuri zaidi. Sasa nakuja mateake mpaka uko kwenye uwanja wa ndege leo tokea na maneno Donald Ngoma eh, Donald Ngoma eh, ni mchezaji mwenye umri wa miaka 28. Alipokuja kwenye klabu yetu ya Azam alikuwa na malalamiko ya goti lake la kulia, na amachukua historia yake, maumivu yake Donald Ngoma yalikuwa yamechukua kama wiki saba, ndio sisi tunamuona na maelezo ni kwamba katika mazoezi alikuwa akifanya, aligongana na msanii mwenzie na alitokea uvimbe katika goti lake la kulia na, kunia, na, na alikuwa na maumivu makali. Lakini Ngoma alikwenda kwenye kliniki ya Neto London Health Clinic, ambapo na watu wa fizio kule maeneo ya soko la sabaki kule ndio ndiko chenye eh, Cape Town Cape Town hospital. Kwa hiyo alikuwa anaona katika hiyo kliniki yona, akifanyiwa vipimo eh, matibabu mbalimbali mbali ya kisasa ya ya ya kustua misuli ya goti na kuwekwa joto katika goti infrared, na kuna kingine kinaitwa tens. Alikuwa anafanyia matibabu hayo na kupewa mazoezi, lakini bado Ngoma alikuwa akiwa na maumivu ma, ma, ma, hayo, na ndipo alikuja kuonana na uongozi wetu wa Azam na uongozi wetu wa Azam, labda tuweke wazi tu kwamba walisema kwamba, eh, Ngoma, sisi tuende tukamwangalie, tukiona kwamba Ngoma kwamba iko fiti eh, ndipo timu yetu iweze kufanya nini kuingia naye mkataba. Watu wengi wamekuwa walikuwa kwa sensitive sana, wakafikiri kwamba Azamu wafanye vitu kwa okay, umakini lakini kwa tunataka kuangalia hali yake. Labda nitoe mfano tu hata timu yetu kubwa na kongwe ya Afrika eh walimtoa Ngoma katika timu ya Platinum ya Zimbabwe, lakini wale Platinum Zimbabwe eh walimhudumia, walimuguza ule Ngoma kwa muda wa mwaka mzima, kutokana kuona kile kipaji chake kwa hey, hiyo Yanga wakuja kumwona Ngoma anacheza wakati wa timu ya Lakini ni Zimbabwe. Kwa hiyo sasa Azam ilichukua jukumu la kufanya vipimo na kufanya matibabu yake. Kwa hiyo nilipofika kule Afrika Kusini aliona katika hospitali ya Vincent Palotti, ambaye mwenzangu ya pale ndio alifahamisha na vitu ambavyo madaktari waliviangalia, kwanza kuangalia kwamba Ngoma, je, anaweza kutembea kama kawaida? Aliangaliwa, akaangaliwa jinsi gani anapokimbia na walijaribu kumpima lile goti lake. Hakuwa na uvimbe wowote alikuwa na, na maumivu ya mbali lakini, kama taratibu zao zilipo, walimfanyia MRI scan eh, hapa napenda kutoa ufafanuzi wa kipimo cha MRI. Sio kwamba hiki kipimo cha MRI Tanzania hakuna e, kipimo kipo Muhimbili, kipo Aga Khan, kipo high tech eh. E, lakini hizi mashine zile sumaku zina zinapishana ule uwezo wake e, kipimo cha sumaku katika mashine ya MRI kinaitwa Tesla. Sasa mashine nyingi zilizokuwa hapa Tanzania zina Tesla 1.5 mpaka 2 ambazo mashine hizo wakati mwingine eh, haziwezi kuona haya matatizo. Na ndio maana eh, tutakuta sisi tunapelekea tuna, tuna wachezaji wetu tuna kupeleka Afrika Kusini. Sio kwamba Afrika Kusini tunapenda kuendelea kutembea wengi. Tunapendelea jinsi ya kuwasaidia wachezaji wetu. Wa sasa unaweza kukuta mchezaji kwa sababu tukuta Shabani amepima kwenye mashine zao. Eh, unaambiwa kwamba hana tatizo lolote. Unafika Afrika Kusini unaambiwa huyu amechanika msuli sentimita 7. Unafika Afrika Kusini unaambiwa huyu amekatika ligament. Eh, kwa hiyo sasa ndio maana eh, waandishi mlifahamu wazi kwamba sisi tunapokwenda kuwapeleka eh, wachezaji wetu Afrika Kusini, wenzetu wako katika dunia nyingine kimatibabu, wa advanced kimatibabu. Mashine zao zina nguvu zaidi ya ya hapo hicho kitu cha simbabu kinachoitwa Tesla. Na mnafahamu kwamba kipimo cha MRI, kipimo maalum kabisa ambacho kinaona zaidi matatizo ya kwenye nyama na kwenye hizi eh, ligaments vitulika eh, katika mwili wa binadamu. Na kipimo kile kingine ambacho tunatumia mionzi CT kinaona vizuri sana mifupa. Kwa hiyo Ngoma alifanyiwa hicho kipimo na yaliyojitokeza ni vitu viwili vilivyoonekana katika Ngoma. Cha kwanza labda, <coughs> nieleze nye, nye, kwanza kidaktari kida kidogo ili mweze kupata picha sasa Ngoma kitokeza kwamba ile ligament yake ya mbele hii anterior ligament imechanika, unaona lakini haijachanika yote. Wale wataalamu wanasema partial tear of the anterior ligament. Kwa hiyo hilo ndio tatizo ambalo aliokutwa nalo Ngoma, na vile vile napenda kusema kwamba, labda ukiangalia kwenye mambo ya, ya, ya ufundi au mambo ya ufundi, kuna vile vitu vinaitwa puli au vitu vizito vitu vizito vinavyovutwa na vitu vizito, zile kamba zake zinakuwa kama ule unaona, mmea wa wa mnazi una, mnazi na uzito mkubwa sana lakini sio rahisi sana kuanguka, una unayumba kwa sababu umeungwa ndani, una zile fiber. Sawa, na hiyo ligament nayo ina zile fiber. Ligament haikatiki moja kwa moja mpaka no? Tatizoliwe kubwa sana ajadi kubwa sana, zile nyuzi zinakatika kidogo, kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo, eh, hatimaye anapoendelea ma, mazoezi katika hizi hali zetu za ushindani, msaji anaelezewa kwamba acheze tu zile mechi, mwishoni anakuja anakuja na tata kabisa, anakuwa hawezi tena kucheza. Kwa hiyo Ngoma anapasho tea of the ligament, na hiyo walimwangalia kwamba hiyo ligament imeanza kupona. Sasa matibabu yake ni nini? Kwanza ni bahati yake kwanza kwake kwamba yeye hatofanyiwa operation. Sawa, atatakiwa kufanya mazoezi ambayo wanasema eh, asifanye mazoezi ambayo ni pivot sport. Pivot sport ni kichocheo ambacho unaweza ukaweza ku ukatwist ile joint yako, je ya ya ya ya ya goti au unaweza ukapitana mwezio kibuyu kwa sekta kibuyu za zamani sio siku za naita nini, ambayo inaweza kusababisha kwamba ile force ikiwa ni mwezako wa kuzidi, unaweza kufanya nini, ukatwist. Kwa hiyo Ngoma anafanya mazoezi na amewekewa program na ukiangalia kwamba tokea alipoumia Ngoma anatakiwa fanye hiyo program kwa muda wa miezi minne ili aweze kurudi kiwanjani. Sasa toka alipoumia mpaka sasa ni wiki saba zimepita na alikuwa anaona kwenye kliniki ya London Health, na kule Afrika Kusini vile alikuwa anafanya mazoezi haya kwenye gym. Kwa hiyo sasa tumebakia na wiki tisa ili Ngoma aweze kurudi kiwanjani. Kwa hiyo mm, tukichukulia kwa mfano kama kesho ndo tunaanza eh, Juni ni kumi kwa hiyo mpaka ukifika 17 itakuwa juma la kwanza, 24 juma la pili, tarehe 1 Agosti juma la tatu, tarehe 8 juma la nne, tarehe 15 Agosti eh, itakuwa juma la tano, tarehe 22 juma la sita, tarehe 29. Kwa hiyo itakofika kwenye um, um, Agosti 4 juma la nane. Kwa hiyo itakofika samani, Septemba 4 sio Agosti, tushavuka Agosti sasa. Hapana, nimechanganya tarehe, nisameheni. Tukianza Juni 10 mpaka 17 ni Juni eh, tunamaliza 24, moja tunaanza Julai eh, Julai moja mpaka nane, wiki ya 4 mpaka 15 wiki ya 5 Julai 22 wiki ya 6 Julai 29 wiki ya 7 eh, uh, Agosti 4 ni wiki ya 8, kwa hiyo tarehe 11 Agosti atarudi tena Ngoma kwenye mshindani. Na um, katika hizi wiki tatu za kwanza ambazo kuanzia nyumbani anaporudi Zimbabwe Ngoma ataendelea na mazoezi yale madogo madogo kule Zimbabwe na program mbile ambayo ambayo ameshaandaliwa na wataalamu. Lakini atakaporudi hapa baada ya wiki tatu kupita, Ngoma atakuwa Chamazi na atakuwa anakwenda kwenye hiyo London Health ambayo iko kule, ile soko la samaki kule Mikocheni. Kwa hiyo ataendelea na ile program ya mazoezi na kuanza kukimbia kwa kasi lakini mcheza mechi ya shindani ni kuanzia Agosti kumi na moja. Kwa hiyo hiyo ndio taarifa e, naweza kusema fupi ya, ya, ya wachezaji wetu wa Azam, na siku hizi naona kwamba katika afani yetu the, imi, naona kama kuna, kuna maendeleo kwa sababu e, zamani wezi sikuta kama swala kama a mchezaji kuumia inazungumzwa kama hivi.

ambaye anajisikia maumivu aji mpira yote ambaye anajisikia maumivu eh, asilazimishe kucheza au asicheze kwa kutumia madawa ya umivu, maumivu au madawa ya ganzi eh. Walatini wana msemo wao, wanasema natura sana tukura medicus, yaani mwili mzuri ni ule ambao unapona bila kutumia madawa, ndio eh? mwili mzuri. Kwa hiyo lazima eh, kuheshimu kufanya vipimo, na lazima kuheshimu kuwapa wachezaji wetu muda wa kupumzika ili waweze kurudi katika hali ya kawaida. Mwanadamu sio kama spare ya gari. Kila siku wanasema unaweza kununua spare ya gari hapo mjini ukafunga spare basi, kesho sa ikakamilika, akakimbia. Mwanadamu ana muda wake wa kupona. Eh. Sasa unapolazimisha, tuna mashindano ya Kagame, tunafanya vitu gani? Ndio unazidi kuondoa mchezaji kwenye mchezo. Kwa hiyo najua kulikuwa kuna pressure kubwa, lakini sasa nakaribisha maswali, nitaweza kujibu, tutajibu nita ntakawa na shida amali